Kwa upande pia wa namna ambavyo ratiba ile ya mwanzo umeniambia kwamba mechi ambazo zitachezwa baada ya Juni kumi na tano zitakuwa kwa muda mmoja na zile za kumalizia, upande wa ratiba hiyo ma, ma, viwanja tunafahamu, mfano kiwanja kama KMC, kuna mechi timu tatu zinatumia ule uwanja Yanga, Simba uh, na KMC hapo Yeah, of course, kwenye ile ratiba ya michezo yote tumekutana changamoto kwenye michezo miwili tu. Mchezo wa kwanza ni Ken Gold dhidi ya Simba Sports Club ambao e, wenyewe ulikuwa uchezwe kwenye uwanja wa Sokoine kwa mujibu wa ratiba ya awali e, lakini sasa e, kwenye uwanja ule tayari kutakuwa na mchezo kwenye raundi ya 29, Prison yatakuwa pale kwa hiyo Ken Gold anakuwa tena hana uwanja, kwa hiyo walituandikia kutuomba kutumia uwanja wa Ali Hassan Mwinyi Tabora, na tumelipokea ombi lao, tumewakubalia, tumesha taarifu wadau wengine wakiwemo Simba Sports Club na kwamba mchezo huo sasa wa Ken Gold dhidi ya Simba utakwenda kufanyika kwenye uwanja wa wa Ali Hassan Mwinyi Tabora, yeah. Mchezo mwingine ambao ulikutana na hiyo changamoto ni mchezo wa Yanga dhidi ya Dodoma Jiji ambao wenyewe ni raundi ya 30 a e, na ni kwa sababu tayari kwenye raundi hiyo Simba atakuwa na mchezo kwenye uwanja wa KMC, e, na wenyewe e, walituandikia e, kuomba kutumia uwanja fulani ambao sitoutaja, kwa sababu e, kuna mambo kidogo ya kiutaratibu hayajakamilika, na tumesha tumeshawakubalia ombi lao lakini tunasubiri tu wakamilishe hizo taratibu e, za baina ya wao na wenye uwanja. Zitakapokuwa sawa, basi sisi tutakuwa kwenye nafasi, wao wenyewe watautangaza na sisi tutatangaza kwamba mchezo wao dhidi ya Dodoma Jiji utafanyika kwenye uwanja gani. Kwa hiyo kwa, kwa sasa hivi tu zilikuwa e, ni hizo changamoto mbili ambazo tunaona moja tayari imeshapata suluhu kwa asilimia mia moja na hii nyingine ya Young African Sports Club tunaiona iko kwenye hatua za mwisho tu na yenyewe muda wowote tutatangaza tuta, kwamba mchezo huu utachezwa wapi. Sawa, kwa ufupi huu umekuwa msimu wa aina gani kwenye ligi kuu soka Tanzania Bara tukiwa na NBC na wadhamini wengine wengi, lakini pia uh, ushindani pia? Ya umekuwa ni msimu mzuri sana, msimu mzuri, umekuwa na mvuto uliopitiliza. Mvuto uliopitiliza umepelekea eh, watu wasijadili kingine chochote kile, yaani wao wanajadili ligi kuu ya NBC tu. Ukiingia kwenye daladala ni ligi kuu ya NBC ukiwa kwenye kijiwe cha kahawa ni ligi kuu ya NBC, ukiwa bungeni ni ligi kuu ya NBC, kanisani, msikitini, natajwa ligi kuu ya NBC. E, wakati, wakati shehe pale anatoa mahubiri yake akitaka mfano ambao unaeleweka vizuri, sometimes unasikia ametaja ligi kuu ya NBC, ama mchungaji pale anahubiri akitaka mfano ambao unaweza ukaeleweka na uka, uka draw attention ya watu ataitaji ligi kuu ya NBC. Kwa hiyo unaona namna mvuto umekuwa mkubwa sana, kwa hiyo cha watu wengi kuwa wanaizungumza eh, ni ishara kwamba wanaifuatilia sana eh, ni kitu ambacho kimekuwa kikubwa mno. Yani, hatukutarajia itakuwa hivi eh, lakini nani anapenda kujadili vitu asivyovipenda? Hakuna, si ndio eh? Ukiona mtu anajadili jambo ujue hilo jambo yeye analipenda na ana interest nalo. Kwa hiyo automatically kitendo cha watu wengi kuwa wanajadili kuhusu ligi kuu ya NBC kinatuonesha sisi kwamba hii ligi ina mvuto wa kipekee, inawavutia watu wengi eh? Hata wewe media yako hapa Ayoma inaripoti habari za michezo, si ndio eh? mnaripoti eh, na habari zingine tofauti na michezo? Sasa hivi ni michezo, ni michezo tu, lakini tukikagua hapa posti moja moja tukahesabu habari za za soka especially za ligi kuu ya NBC, tutakuta zimebeba asilimia tisini na tisa. Uongo. Kwa nini? Ni kwa sababu ina mvuto. Na wewe ukitengeneza habari inahusika, inahusisha ligi kuu ya NBC, inapata watu wengi ambao wanaifuatilia, unapiga views, unapiga mahela. Kwenye kwenye kwenye kukabiliana na changamoto ya ratiba, kumekuwa kuna ugumu kiasi gani hapo? Ya ugumu lazima uwepo. E, ratiba kwanza sisi tumekuwa tukitengeneza ratiba kwa kufuata kalenda ya matukio ya TFF, ambayo kalenda ya matukio ya TFF inatokana na kalenda ya wanafanya mabadiliko kwenye kalenda yao. Kwa yale mabadiliko, moja kwa moja yanakwenda kuathiri kalenda ya matukio ya TFF. Ikiathirika kalenda ya matukio ya TFF, maana yake na hapa watu wetu wa ligi wanataka kukaa tena kwenye kikao kufanya mabadiliko ya ratiba yao. Kwa sababu hakuna namna. So, kila unapobadilisha ratiba lazima kuna kuwa na changamoto kwa sababu tayari klabu zinakuwa zimejipanga, klabu inajua nitacheza siku fulani Alafu baadaye unamwambia mchezo autokuwepo hapo, utakuwa siku nyingine. Kwa hiyo kuna namna disturbance inatokea kwetu sisi waendeshaji, lakini pia kwa club zetu. Ila e, ifahamike tu kwamba sisi hatufanyi mabadiliko ya ratiba bila kuwa na sababu ambazo za msingi na ziko nje ya uwezo wetu kabisa. Kwa hiyo kila mabadiliko unayosikia yanatokana na weosikia, sababu hizo za msingi.